Na Wizara ya utalii inapendekeza ushirikiano baina yake na shirika la utangazaji humu nchini KBC ili kutanua wigo wake kukiuka maeneo asili ya kitamaduni na kushirikiana na taasisi zenye utajiri wa turathi za kitamaduni. Akizungumza wakati wa sherehe za kuadhimisha wiki ya redio duniani katika majengo ya shirika la utangazaji humu nchini KBC, katibu katika idara ya utalii John Ololtuaa alisema kwamba wizara inaendelea na kampeni ya kutambua vivutio vya kitaifa vya kitalii na shirika la KBC linatarajiwa kuwa mshirika mkuu katika kuleta simulizi za safari ya utalii humu nchini. Huku ulimwengu ukijiandaa kuadhimisha siku ya kimataifa ya redio hapo kesho, shirika la utangazaji humu nchini KBC limekuwa likiandaa shughuli mpwitompwito za juma moja kuangazia ukuaji wa redio. Shirika hili limefungua malango yake kwa umma likiwakaribisha kwa mikono miwili wa Kenya kuzuru studio za vituo mbalimbali vya redio kutagusana na watangazaji wanaowaenzi pamoja na kujionea mabadiliko ya safari ndefu ya ulimwengu wa redio kutoka enzi za zama za analogi kufikia enzi hizi za dijitali na matumizi ya akili mnembe. Akizungumza wakati wa ziara yake kwenye majengo ya shirika la KBC, katibu mkuu katika idara ya utalii John Ololtuaa aliupongeza usimamizi wa shirika hili kwa kuwakaribisha wananchi kwa moyo mkunjufu na kutoa fursa kwa Wakenya kujifunza mengi kuhusiana na utangazaji. Na hii inaweza kutufunza tupende nchi yetu, inatufunza tuwe wazalendo. Ololtuaa aidha alisema wizara ya utalii itashirikiana na shirika la KBC inapojizatiti kuorodhesha vivutio vya kitalii humu nchini. Kuna tourism products ambayo unaanza ku develop we unieleze ni gani umepata ili tuketi pamoja tuone vile tutai brand. Maasai Market. Sherehe hizo za wiki nzima ziliwavutia na kuwateka wasikilizaji na wageni. Najivunia KBC kwa sababu alikumbuka kitu nzuri sana. Maria Mboni kiripotia Darubini Channel 1.